Uchaguzi wa Marekani umeshamalizika na Donald Trump ametangazwa kama rais mteule wa nchi hiyo na Januari mwakani anatarajiwa kuapishwa kama rais wa 45 wa Marekani. Kumekuwa na headlines nyingi baada ya ushindi wa Donald Trump Marekani, na hii imetokana na baadhi ya maneno yake wakati wa kampeni. Moja kati ya headlines zilizotengenezwa na Trump ni hii ya kusema Waafrika watarudishwa nchini kwao, na kumekuwa na maandamano nchini Marekani baada ya ushindi wa Donald Trump. Leo Disemba 8, 2016, IOTV imekutana na Salma Mtanzania, anaishi nchini Marekani kwa zaidi ya miaka kumi na ameongelea wao kama wakazi wa Marekani wenye uraia wa kigeni wanaongeleaji headlines hizo za kurudishwa Afrika. wakati ya naza kampeni tumezisikia kwamba hizo uh, uh, na sio hizo tu, kuna nyingi ambazo uh, alizosema sio hizo tu, kuna nyingi ambazo amesema mojawapo ya, ya kwamba kujenga ukucha kwa ile uh, bari, uh, Spanish wale. Eh kwa sababu ukiangalia wa Spanish pale wako wengi sana ndio ambao kweli wa. Hasa hizi kazi kazi za nguvu nguvu nyingi wanazifanya wao. Uh, kazi za ujenzi, kazi za kubeba vitu ni, nyingi, nyingi wanazifanya wao. Wana, wana, wana, kwa hiyo wao kwa sababu mpakani kwao wanapita tu. Kwa hiyo wanapita kwa kwamba atajenga ili kuhakikisha kwamba wapite kwenye njia za kihalali e, eh, bila kwa kutumia passport na visa. Lakini akasema atajenga ukuta, akasema hilo swala la Waafrika uh, watarudishwa. Akasema uh, masuala ya mambo ya Uislamu na nini, lakini hayo yote mimi nafikiri ni changamoto za kampeni, kwa sababu kwenye kampeni watu wanasema mambo mengi tu. Mbona hata tunasikia mtu anasema nikishinda nitanunua ndege kila mmoja, sijui nitashinda nitanunua nini. Yani kwenye kampeni kuna changamoto nyingi za unaweza ukafanya ukasema ili kuweza kushinda. Kwa hiyo ile ilikuwa ni, ni changamoto, kwa sababu yeye binafsi haja- hajachaguliwa haja kuwa rais, hajaapishwa, haja, haja tutamsubiri apishwa Januari, ataapishwa. Atakapoapishwa atasema, hata hivyo sheria za Marekani kwamba uh, rais yuko chini ya sheria. Kwa hiyo atakapoapishwa, kile atakachosema kitapelekwa kwenye bunge, kama itapitishwa itapitishwa. Hata President Obama pia, aliyotaka mengi hayakupitishwa. Haya, haya e, kama ipitishwa kama Obama kia na mengine. Kwa hiyo uh, watu wanavyotegemea sivyo, na sidhani kwamba atarudisha Waafrika, hilo kitu sidhani kabisa, kwamba Watanzania wengi unavyojibizana nao kwenye mitandao mle anakwambia atarudisha, mimi nawaambia kwamba hatarudisha, bali wale criminal criminal, anaweza akarudi, na criminal ni dunia nzima, hata hapa Tanzania uwezi kuwa muhamiaji, umekuja hapa uje uweue watu uje ufanye madawa ya kulevya taifa likuachie tu basi, ana huko hivyo hivyo. Mtu criminal pengine anafungwa anarudi tena, anarudi tena mtaani, anafanya uhalifu, alafu ukiangalia hana makaratasi, hana paper eh, ukiangalia halipi kodi eh, alafu bado tena huyo umlee, umlee umrudishe kwa mzazi wake. Pia unaweza ukawa ufahamu kama serikali ya Marekani huwa inatoa msaada wa stamp za chakula kwa ajili ya watu wasiojiweza hasa wa Marekani weusi. Salma ambaye ni mkazi wa Marekani kwa zaidi ya miaka kumi ameelezea uwezekano wa Donald Trump kufuta msaada huo. Sina uhakika kwamba Trump ataifuta hiyo, wanasema masuala ya food stamp, masuala ya food stamp, sina uhakika Trump anaifuta, lakini a ikaangaliwa upya kwa sababu uh, swala la, la, la vocha ambalo wanapewa watu ambao wasio, wasio kuwa pengine wasiojiweza, wasiokuwa na kipato kikubwa, pengine mtu anakwenda kulalamika pengine, mingine mimi sijiwezi, mimi niko hivi, kwa hiyo na serikali inatoa vocha pengine 200 dola 300 dola, mtu anakwenda kama supermarket, unajaza vitu vya 300 dola eh. Sasa sometimes unakuta mtu mwingine yeye anaweza akayuza ili apate cash money o, anakuuzia kama wewe hivi, unajua kwamba okay, nipe 100, nikupe voucher ya 300. sasa hapo unaona hapo ni, ni kitu kizuri, kwa sababu wewe umeshapata faida zaidi, kwa hiyo wewe utampa 100 pengine anakwenda kununua pengine kinywaji kilevi kwa sababu ile vocha sheria yake huruhusiwi kununua kilevi, yani ni chakula cha kutia tumboni basi. Kwa hiyo hairuhusiwi kushika kilevi, kwa sababu ni msaada wa chakula. Kwa hiyo ukinunua kilevi, sasa unakuta, sasa inakuta kama watu kama 300, 400 mia ngapi au, au milioni kuwasaidia. Kuna juzi juzi nilikuwa kwenye train, nilikuwa kwenye train, nilikuwa natoka simu uh, si moja south east, nilikuwa kwenye train pale. Sasa south east ni maeneo ambayo, uh, mablaki wengi sana hata ukimwona mzungu anatembea nafikiri utamshangaa. Mm, kwanza sio rahisi kumwona anatembea peke yake ni uh -huh. Kwa sababu ni eneo sasa la black. Tulip mmoja alikuwa kwenye train pale, akamwona dada mmoja kwa black alikuwa anamsikia anasema, nasikia food stamps zitafutwa hizi. Anasema sasa, itabidi nitafute kazi. Ina maana kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa wanakaa, hawategemei kufanya kazi. Kwa mfano, anajua atapata chakula bule. Alafu pia kuna nyumba za bure pia zilikuwa zinatolewa kwa pia, pia, section 8 pia mtu anakwenda kule ana, na DC matatizo eh, unapata nyumba ya bure. Kwa hiyo kama unapata nyumba ya bure ambayo pengine mtu wa kawaida unalipia 2000 dola, unapata nyumba ya bure, alafu unapata hiyo food stamp ya bure. Sasa wewe shida yako nini? Kwa sababu sasa chakula unacho, nyumba unayo, eh, ha hakuna shida. Sasa kwa hiyo utafanya kazi kweli? Hauwezi kufanya kazi. Alafu pia kuna kuna ile una, mtu anakwenda anap, kwa anapata unemployment, kwa hiyo unalipwa serikali inakulipa kwa, kwa kosa kazi pengine mwaka mmoja, inawajibika kulipa kila mwezi pengine dola elfu moja. Sasa unapata cheki ya unemployment, unapata food stamp, unapata nyumba bure. Sasa ufanye kazi nini? Lakini wakati huo serikali inaingia hasara, kwa hiyo hiyo pia ataiangalia.